Kulingana na wanajamii na wakazi wa pwani, kutambuliwa kwa wazee wa vijiji ambao wamekuwa wakihakikisha usalama na kuripoti visa kwa polisi ni muhimu kwani sasa watakuwa wanaheshimika wakati wanaingilia masuala tofauti katika jamii ili kurejesha usalama. Pia mapato atakayopata yatawasaidia kwani kwa muda mrefu wamekuwa wakitekeleza majukumu ya kulinda usalama kwa karibu kuliko serikali zilizo katika ngazi za juu kwani ndio walio karibu na wanajamii jamii kusaidiwa ama kuwekwa rasmi hawa wazee wa mitaa ni muhimu sana kwa sababu wao ndio wanaojua yale ya mwanzo yanayotokea kabla hajafika kwa mwingine yoyote. Kwa hivyo hawa ni muhimu na wana haki kuangaliwa, kwa sababu wengine hata wamekaa tu na serikali inawaangalia, lakini hawa wafanya kazi mchana na usiku kujua zile shida za wananchi walioko pale. Wao wana haki zaidi na wao ili kuangaliwa kwa chochote ambacho kitatokea iwe ni mapato yao ya kuweza kufanya kazi zao vizuri, na lao wataangaliwa kwa mapato. Hii itasaidia kupunguza yale mambo ambayo huwaambiwa wao wanaingilia, pengine ya kuuza ardhi, kufanya nini, hii kwa sababu hawana mapato. Lakini kama watapata mapato, mambo haya wao kwao yatakuwa ya maisha. Katika hafla hiyo ya kukusanya maoni kuhusiana na suala lote zima, wakazi wa pwani pia wameomba kuwa kikundi hicho kijumuishe wazee kwani ndio walio na busara na uwezo wa kutoa maarifa ikilinganishwa na vijana, haswa katika kutatua migogoro katika jamii za maeneo hayo ambazo zimekuwa zikipigana vita kwa muda. Mpango ya wazee ilikuweko katika kila jamii, na wanafanya kazi kubwa hata kuliko wale ambao wamekuwa consider zamani na wanakula mshahara na wanatambulika. Hii mpango ambayo inatambua hii wazee ni mpango ambayo italeta usalama na ni, ni peace katika mashinani. Akiwashauri waliohudhuria mkutano huo wa ushirikishwaji wa umma, kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur ameonekana kutambua wa jukumu la wazee wa vijiji katika kuhakikisha usalama tangu miaka miwili ya awali. Nur akisema ni vyema kuwa serikali ya sasa imeweza kuwatambua na kuwajumuisha katika miundo ya utawala wa serikali kuu kama watu wa kwanza kuwasiliana na wananchi wanapotafuta huduma. na tumekutana hapa kujadiliana na pia kupata maoni ya wananchi kuhusiana na the two draft regulations ambaye tumepresent leo kwa wananchi. ya kwanza ni mambo ya village administration. mwaka hii yote tangu uhuru maka sitini na kadhaa hivi ambayo zimepita village elders hawajatambulika you know. So hii serikali imeamua kutambua village elders kama the first port of call pahali yeah, ya kwanza wananchi kutafuta huduma ni village elders. Kitu ikitokea mtu ya kwanza, kwanza, kupiga simu ni village elders, so hii serikali imeona iwatambue, tuweze kuangisha wao kwa framework ya security sector wawe ile kiwango ya chini ya grassroots ambayo wanahudumia wananchi, tuweze kuweka wa kikamilifu, na hiyo itaweza kuimarisha mambo ya usalama na kuona kwamba wazee pia, village elders wanakuwa recognized. Sebastian Maria, Undugu TV.